Huyu na kutoka Nairobi, ubariseni wananjina uh, uh, wana Simba uh, uh, mimi na chukuru naitwa Jako, nimetoka Nairobi imeingia asubuhi kwa ajili ya kuona. Mimi kwanza, Kenya tunafurahia timu ngapi, wacha niseme Afrika, Simba na Yanga ni timu ambayo siko juu na mko juu kwa ubora hata tuliko sisi wenyewe. Mimi kitu yenye naweza shauri mtu kama rais rais anasimama, nimekuja kundua ya kwamba hapa Tanzania tunaposaliwa mtoto kama baba yake ni Simba ama mama yake ni Yanga, unakuta sasa mtoto anakuwa anaamrishwa na baba yake ya kwamba wewe ni mwana Simba, anampea jezi ya Simba. Sasa mtoto anakuwa akiwa na mind za Simba, lakini damu yake ni mwana Yanga. Sasa anapochaguliwa kuwa rais rais yeye ni rais wa nani? Rais wa wa kilabu wa vilabu vyote rais wa nchi wa, wa, wa, wa mpira, lakini damu yake ni mwana Simba, ila yeye alichakuliwa kuwa Mwanayanga. Dapi haiairishwi kama sahi, dapi haingeairishwa kulingana kwetu, aingeairishwa ingechezwa. Lakini nashauri rais ya kwamba atumie mamlaka aliyopewa, asitumie mamlaka manasimba, ya kuambiwa na baba yake ushapikatu, kwa sababu wewe ni mwana Simba. Aamue sasa. Mimi kwake kama ameairisha, naona yeye ni mwana Simba. Hana eh, ukweli ndani mwake na hawezi simama. Kwa hivyo mimi nimetumia fare kutoka Nairobi nikuje niangalie tapi ya Tanzania kwetu, kwetu kuna tapi kwetu Nairobi kuna chezo lakini nimekuja kufurahia kwa sababu nafurahia wana Yanga wanapocheza na wana Simba. Kwa hivyo mimi nawashauri ya kwamba tuchipe moyo na ligi yenu iko ubora mimi hata Kenya, mimi nimetoka Kenya, lakini sijafurahia ya kwamba ligi yetu iende, nikuje niangalie nini, Simba na Yanga. Kwa hivyo mimi nawapenda ligi yenu, inanifurahisha kwa hivyo, wana Simba na wana Yanga muendelee, lakini nimekosewa na Rais wa nini wati e, nimekosewa kabisa. Ukiwa unanisikia haungeahirisha mechi kwa sababu mimi nimetoka Nairobi, wale wametoka mkoani wengi, wametoka sehemu mbalimbali, lakini wanafika uwanjani wanaambiwa wafanye nini? Warudi wapi? Warudi nyumbani? wa. I wish you well, may God bless you, na mbarikiwe sana. Kwa hivyo mimi naondoka, narudi Kenya.